Yeah, mi na mimi nawapenda sana kwa kweli, yani nyinyi katika katika uh, viongozi ambao ni mwakalili viongozi nyorefu asilimia wote na wajua leo. Solo, dada solo yake ndio mgeni kwanza. Kwa hivyo mimi ninawapenda sana na ninawapenda wote, na natamani na huu uh, umoja uendelee, na natamani ileongee hata na tamani, kiongozi natamani pia vikundi viongezeke, huu uh, umoja uwe mkubwa, kwa maana leo hii atuombeeni matatizo, lakini kama alivyosema mamangu pale, kuna muda mtu unapitia matatizo, unaitafuta laki nne lakini kama una uh, umoja kama huu ambao unaweza lakinane, kwa kuletea laki nane jamani, sisi tumepiga hatua kubwa sana, kwa sababu kibinadamu maendeleo ni extra, ni vitu vya ziada. Hivyo maendeleo gari nini vitu vya ziada, lakini cha kwanza kabisa ni afya. Afya ndio kitu cha kwanza. Sasa kama leo hii kwenye swala la afya tumeli, tumeli, tumeli, tumeli, kwa sisi tumelimaliza kwa namna ya umoja huu Mi naamini yaani tunastahili mwisho wa eh siku kugonga. Kwa hiyo mi mwenyekiti, ni kweli wewe binadamu, e, kuna muda unajisikia vibaya, kuna mambo ambayo mwenyewe pia umeweza kwa umeona, umeona kwamba yako tofauti, lakini kwa kuwa tuna uhitaji umoja na kina mama wengi wameliongea, wame, so, wa swala kwamba mwenyewe pia wamekubali, na nikuombe pia kuzungumza na wewe swala hilo liangalie.